Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yosh TV. Siku nyingine tena tunaenda kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Yohana sura ya 6 nitaanzia mstari wa 56, na, na tutasoma na kupata kujadiliana kwa muda mfupi kidogo. Naomba nisome Biblia, nasema aulaye mwili wangu na kunywea damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba alivyo hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa waliokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapenaum. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake aliposikia, walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu alifahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinung'unikia neno hilo, akawambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwa kwanza roho ndiyo itiae uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliwaambia ni roho na uzima hii ni habari ya, ya Yesu alipokuwa na wanafunzi wake na watu wengine Wayahudi walimfuata ng'ambo ya bahari huko Kapernaumu na akawafundisha kuhusu maneno ambayo alisema kwamba yeye ni chakula cha uzima, na mtu alaye mwili wake na damu yake huyo hukaa ndani yake. Na akasema kama vile Baba alivyo hai, alivyomtuma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye yeye atakaye nila atakuwa hai kwa mimi. Maneno ambayo kidogo yaliwashangaza sana. Na mstari wa 60 nasema Wengi miongoni mwa wanafunzi waliposikia maneno hayo wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Yesu akafahamu na sinimu wao, ya kuwa walinung'unikia hilo neno, kwamba yeye ni chakula cha uzima alaye mwili wake na kunywa damu yake na yeye ndio chakula cha kishukacho kutoka mbinguni. Hayo maneno yaliwauzi sana na wakakwazika, lakini bado Yesu aliendelea kuweka msisitizo. Akasema, najua neno hili nawakwaza. Je, neno hili nawakwaza itakwaje basi tunapomwona mwana wa Adamu akipaa kwenda mbinguni? Roho ndiye atiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo aliwaambia, na nayowambia ndio roho na uzima. Kumbuka somo aliopita, nilisema anao maanisha hapo kuhusu mwili wake, nilisema vitu viwili somo liopita alimaanisha kula neno lake ambayo hapa anakuja kuonyesha kwamba haya maneno nao waambia mimi ndiyo roho ndiyo pia uzima. Anakuja kuambia kumbe, anamaanisha maneno haya anayowambia ndo roho ndo uzima. Kile chakula ambacho kinafanii kuwa uzima, anamaanisha ni neno lake, nafanii kuwa roho, kama roho inaenda kuwa chakula cha roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu wanavyomaanisha mimi ndimi chakula cha uzima, anamaanisha kwamba alaye chakula cha uzima anakula roho, chakula cha roho kienda kulipa uzima, roho si mwili. Mstari wa 64 anasema, lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini wa kwa maana Yesu alijua tangu mwanzoni ni nani wasioamini wa nani atakaye atakayemsaliti. Hapa anamaanisha ni nani atakayemsaliti. Wa kwanza ni Yuda Iskarioti. Tangu mwanzo kabisa alijua kabisa kuna mtu atamsaliti. Kusoma kitabu cha Zaburi 41 mstari wa 9, Biblia sema msiri wangu tena niliye mtumaini aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Mstari huu utakuja kuona kitabu cha Yohana 13 mstari wa kumi na nane Yesu mwenyewe anasema tena maneno hayo hayo mstari wa kumi na tatu mstari wa kumi na nane anasema, na sisemi habari za ninyi nyote, nawajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameninulia kisigino chake okay. Sasa hapa anawambia kwamba ninajua, ninajua ninajua kabisa kuna mtu atanisaliti, na watu walianza kuondoka moja moja, lakini akajua najua kuna mtu mmoja atakayesaliti lakini akasema kwa sababu hiyo nimewaambia kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, na akajua kabisa kuna watu wengine atanisaliti tangu mwanzo akiwepo Yuda Iskarioti, wasiandamana naye tena. Basi Yesu akawambia tena, tena shara, je, ninyi nanyi unataka kuondoka? Basi Simoni Petro akajibu akamwambia twende kwa nani wewe, una maneno ya uzima. Na kichwa changu cha somo nimekipa katika mstari huu, twende kwa nani, kwako kuna maneno ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii habari ambayo tumesoma tumeona kwamba wanafunzi wa Yesu mmoja baada ya mwingine akaanza kuondoka, na bado akasema najua kuna mmoja wenu alishatabiriwa kunisaliti Yuda, na sababu ya kuondoka kwamba Yesu alisema ni chakula cha uzima, lakini Petro alijibu vizuri, twende kwa nani, maana kwako kuna maneno ya uzima. Nataka tuangalie vitu vitatu ambavyo najifunza katika mstari huu cha kwanza, Yesu ndio chanzo pekee cha uzima wa milele. Huyu tenashara nao sema ni wale kumi na mbili, wengine waliondoka wote wakatawanyika, lakini hawa kumi na mbili wakabakia. Sasa Simoni Petro akamwambia twende kwa nani? Alitambua kwamba uzima wa milele wa roho unatoka kwa Yesu mwenyewe. Kumbuka Yohana 14:6 tulisoma na tutasoma tena, Yesu alitambulisha mimi ndimi kweli na uzima mimi ndimi njia na kweli na uzima. somo tulilopita amesema mara nyingi, mimi ndimi chakula cha uzima. Matendo 4:12 nasema asema, wala hakuna wokovu kwa mwingine yoyote isipokuwa kwa Yesu mwenyewe. Petro Simon alitambua kwamba Yesu ndiye chanzo cha uzima milele, na akatambua maneno ya Yesu ndiyo uzima Yesu wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na kitabu cha lako wa kwanza Yohana tano kumi na moja saa kumi na mbili, Biblia inasema uzima wa milele uko ndani ya mwana wa Mungu Yesu Kristo na no, ukovu na uzima wa milele upatikana kwa Yesu pekee. Simon Petro aligundua hiyo siri akasema, ha -ha, hata kama wengine wataondoka Nimeelewa kwamba wewe ndio mwenye chakula cha uzima, nimeelewa kwamba wewe ndiwe mkate wa uzima, na pasipo wewe hatuna wokovu, hatuna msaada mwingine wowote. Somo la pili ambalo natamani tujifunze kwamba neno la Yesu lina uwezo wa kubadilisha maisha. Ndio maana Petro akasema, wewe una maneno ya uzima kwa milele maneno ya Yesu ni mafundisho ya kawaida lakini yana uzima unaobadilisha nafsi na roho ya mtu, neno la Mungu. Ndio hiyo sababu safari nzima kitabu cha Yohana 6 azungumzia mimi ni chakula cha uzima, chakula cha uzima, lakini alimaanisha neno lake. Ndio maana Petro akasema niende wapi, kwako na maneno la uzima Neno ni maneno yanaongea hayo, lakini yana uwezo kufanyika roho, yanaenda kuleta uzima katika roho, yanaenda kuuisha roho, yanaenda kufanya jambo jipya katika roho, na zaidi yanaenda kuleta uzima wa milele. Yohana 6:63 bia sema maneno lilioambia ni roho tena uzima yanamashaga nini kwamba ni roho tena uzima unavyokula neno la Mungu, unavyosikia neno la Mungu, unavyoliweka ndani ya neno la Mungu, unamlisha utu wako wa ndani, unajengwa katika Yesu, unaimarishwa katika Bwana, unakuwa ni mtu imara, unakuwa ni mtu mwenye ujasiri, unakuwa mtu mwenye tumaini, unakuwa mtu mwenye uzima wa milele, kama alivyosema Yesu ndio ufufuo na uzima, kwa sababu roho yako inakuwa inaishi, inakula neno la Mungu, inakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Ebrania 4:12 nasema neno la Mungu ni li hai, lina nguvu, likali, kama linaweza kukata na kutawanya nafsi na maji linapanga mkali, ni nyundo naweza kupasua, lakini neno la Mungu kikubwa sana, lihai. Kwa hiyo kama neno la Mungu lihai, ndio Yesu alichomaanisha, ni chakula unakila, kina kinaupa maisha yako uhai, na baada ya kuupa maisha yako hai, unafanyika kuwa mwana wa Mungu na unabadilishwa kutoka katika mauti, kutoka katika dhambi katika utu wa kale unafanyika mwana wa Mungu mwenye uhai ndani yako. Timotheo wa pili tatu kumi na sita asema maandiko yafaayo kufundisha na kuonya. So, neno la Mungu linafaa kwa ajili ya mafundisho, kwa ajili ya kuonya, kwa ajili ya kubadilisha, kwa ajili ya kutengeneza mtu. Ndio maana Petro akasema niende wapi kwako kuna maneno ya uzima. Sasa sitini na nane, narudia tena, asimo Petro akajibu Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Hata na shala kumi na mbili hawakuondoka wengine ambao walikuwa wanataka mkate tu waliondoka, wakapotea. Lakini Petro Simon akasema nami, nakubali, nina sadiki, ninaamini kwamba wewe ni mtakatifu wa Mungu. Yesu akajibu, je, mimi sikuwachagua ninyi tanashara na mmoja wenu ni Shetani? Alimnena Yuda mwana wa Simeoni Iskariote, maana huyo ndiye atakayemsaliti naye ni mmoja wapo wa wale tenashara. Petro akachagua mimi siondoki kwa kuna maneno ya uzima, lakini katikati yake kuna mmoja alimtambua tangu mwanzo, kama tulivyosema kitabu cha Zaburi, kuna mmoja wenu huyo atani- atanitegea atani, atani kisigino atanigeukia kisigino atanikataa atanisaliti. Ndio nataka nikupe wito huu, uwe na imani ya kweli kwa Yesu Kristo na mpokee Yesu na kumfanya Mwokozi wako. Uwe kama Simon aliyosema, niende kwa nani? Kwako kuna maneno ya uzima. Usiwe kama Yuda ambaye amesikia maneno ya Kristo. Na kupa wito huu, ndugu yangu, fanya amuzi sahihi leo wa kusema na kuhitaji Yesu. Kwako kuna maneno ya uzima. Kataa roho ya dunia ya usaliti, ya kupenda dunia, kupenda miujiza tu, lakini haumpendi Yesu. Tamani maneno ya Yesu yenye uzima, ishi ule chakula cha Kristo, ambao ni neno lake. Neno lake asema, nafaa kwa mafundisho, ninafaa kwa kuonya, nafaa kwa kuongoza, nafanya kukurekebisha. Neno lake li hai, lina nguvu, lina uweza. Fanya maamuzi hayo siku ya leo, na Yesu ataingia ndani mwako. Atakubadilisha, atakufanya mwana wake. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru wewe, umekuwa mwema siku ya leo. Bwana umetufundisha neno lako, na wametukumbusha kwamba wewe, kwako ndio kuna neno la uzima. Naomba kwa mtu mmoja ambaye anakuhitaji wewe, aingie ngie ndani yake, mbadilishe, mtengeneze, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kama atakuokoka fatisha maneno haya, sema asante Yesu kwa kuniokoa siku ya leo. Nakabidhi maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namkataa shetani na, na kazi zake zote. Leo nakubali kufuata wewe, uniokoe, uniongoze katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki.